Wa mkoa pamoja na wilaya utumie kikamilifu udhibiti wa migogoro ya wakulima na wafugaji, kuhakikisha kuwa viongozi wa vijiji wanasimamia na kuhakikisha wanadhibiti vitendo vya mifugo kuingizwa katika maeneo ya, ya, ya wananchi ambayo yana mazao bila utaratibu. Nimepewa taarifa katika baadhi ya maeneo kumekuwepo na mizozo ya aina hiyo, tena mingine inafanyika kwa kiburi tu. Huo sio utaratibu. Nchi yetu inaendeshwa kwa sheria, kila mtu azingatie sheria. Tukitimiza wajibu wote, kila mmoja akatimiza wajibu, kila mmoja akapata haki yake tutajihakikishia amani katika maeneo yetu. Hizi taratibu ambazo zinafanyika za baadhi kwenda katika maeneo kinyume cha taratibu, sehemu zingine wanafanya virushwarushwa kwa baadhi ya watu na inakuwa na athari kwa jamii nzima. Haya ni mambo yanayochochea uvunjifu wa amani. Wakuu wa mikoa katika maeneo yote ambayo yana viashiria vya aina hii, shughulikieni matatizo hayo, na kama mnaona yanawazidi nguvu, shirikisheni na wizara za kisekta, ili kuweza kuhakikisha tunapata ufumbuzi utakaowahakikishia wananchi wetu amani, usalama na utulivu, na kila mmoja afanye shughuli yake ya kujiletea maendeleo bila matatizo. Mipango matumizi ya matumizi bora ya ardhi yakamilishwe kwa kuzingatia mahitaji yaliyopo kila kijiji na wilaya, kufanya sensa na usajili wa mifugo iliyopo ili kuweza kuianisha na eneo lililopo. Napenda kutumia fursa hii kusisitiza kwa dhati umuhimu wa kulinda na kuimarisha amani ya nchi yetu ambayo ni tunu kubwa tuliorithi kutoka kwa waasisi wa taifa letu, ambayo bila hiyo tunu, bila huo mshikamano, bila huo usalama na bila huo utulivu, hatuwezi tukatekeleza mpango wote wa maendeleo na wala hatuwezi kuleta maendeleo hata ya mtu mmoja mmoja. Tanzania imeendelea kuthamini umuhimu wa amani, usalama na utulivu kama njia ya kukuza umoja wa kitaifa na nguvu ya ushirikiano wa kikanda na kimataifa. Tuweke mbele uzalendo na tuendelee kulinda amani, umoja na mshikamano wetu kama nguzo kuu ya kulinda uhuru, rasilimali zetu na mustakabali wa taifa kwa ujumla.